Majina naita Natalia Justin leo utaenda kwa hadisi, hadisi, hadisi. Hapo zamani za kale kulitokea ufalme wa simba na nyani. Sasa siku mm -hmm. moja ufalme wa simba wakatokea na sherehe sasa akasema, nyani akaenda akasema, sherehe yangu haitakuwa haitanoka bila nyama. Akasema, hivi nyani, watoe nyani zako watano na mimi natoe simba tano, aende kutafuta nyama. Akasema sawa. Saa akaenda msituni, akatafuta akatafuta, akakosa. Wale nyani wakachoka, waka wakapanda kwenye mti, akaona mtu wakaona ndizi wakaanza kula sawa, wakashiba wakalala. Waka simba akaenda akasema vipi tuka tukapeleka tuka msosi kwa hawa nyani, akafanye kama nyama tuliokamatia. Akasema sawa, wakapeleka. Simba akala akasema, mbona nyama tamu sana. Akasema hiyo ni nyama tulioiwinda sisi wenyewe. Akasema sawa. Nyani akauliza. Mbona, mbona yani wenzangu, mbona hajarudi? Akasema mm, waliona ndizi walisema atarudi siku tutazokuja. Akasema sawa, akakaa akakaa sipaa kwanza, sipaa pili, sipaa tatu, tena akauliza akasema, nyani zangu wako wapi? Akasema labda atarudi. Akakaa akakaa kama, ngoja mm, kaita simba akasema semeni kweli. Akasema